Kwa sifuri mnitarajia haya katika uwanja nyuma Amani Complex. Matarajio yetu kupata ushindi. Tumepata ushindi na nimwambie Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin. Tuna tunawapongeza wachezaji wetu wamepambana. Unapocheza katika uwanja wa nyumbani mm. Kila shabiki anatamani kuona timu yake inashinda. Kwa hiyo timu imeshinda mm. Na niwaambie tu wana Simba dakika 90, ambazo zimefanyika leo Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimekwisha, baada ya dakika 90 ambayo tutakwenda kupambana Afrika Kusini maeneo ya Durban Kisugu, namna ambavyo Simba imecheza siku ya leo matumaini ya kutoishia hapa mnayo? Yes. Bado mapambano yanaendelea. Bado mapambano yanaendelea na ndio maana na awali nimesema, dakika tisini za Tanzania zimekwisha, bado dakika tisini ambayo tutakwenda kupambana na South Africa. Kila mmoja anajua jukumu lokuwa mbele yetu. Huu si wakati wa kukata tamaa, ni wakati ambao wa kuongeza kile ambacho inahitajika kuongeza ili wachezaji wetu wakenda kupambana niseme haruto kontinua mapambano, hamna furaha, lakini unawasemea Wana Simba, unawasemea Wana Simba. Hakuna mwana Simba ambaye aliyekosa kuwa na furaha. Hakuna timu ambayo yawezekana ikapata matokeo alafu mtu akanung'unika, sio kina kwamba waswahili wanasema siku zote kwenye safari ya mamba na kenge wamo Wana Simba tumefurahi, timu yetu imepata matokeo mazuri, kikubwa tunakwenda kupambana na South Africa. Labda kucheza hapa New Amani Complex na na vile uwanja Benjamin Mkapa ni kitu ambacho Simba Simba ni ki... Tanzania imecheza, Tanzania Benjamin Mkapa, Tanzania New Amani, Tanzania dhamira kubwa, nimesema hapo awali kuona namna ambavyo timu inapata nini, matokeo tulitarajia kupata goli nyingi, lakini ni football. Ndio. Wana Simba lazima waamini, hii ni nusu fainali tumecheza na mpinzani si mwepesi, tumecheza na mpinzani mgumu, mpinzani ambaye amekwenda kumtoa bingwa wakombe ambao tunaogombea kwa maana nini, Zamalek, amecheza naye zaidi ya dakika mia moja tisini goli la ofsaidi Zamalek, hajafanyaje hajapata, amefungiwa kwao, bingwa mtetezi wa, wa haya mashindano. Bahati nzuri sisi tumecheza kwetu, tumepata nini matokeo, tunawaambia Stellenbosch tunakuja South Africa, matarajio yalikuwa goli tatu, mmepata moja. Kisugu, ndio maana nimekwambia wana Simba wengi ni kama wametoka vichwa chini, na nimezungumza nao nimesema, kwenye safari ya mamba na kenge wamo, haiwezekani wanadamu wote furaha ziwe moja. Mimi narudi nyumbani kesho, namshukuru sana bosi wangu Waziri Abasi, Abasi Waziri amenambia ananipandisha ndege kesho. Sisi tumefurahi tumepata matokeo ili simba aondolewe katika mashindano haya, akafungwa goli mbili bila. Simba ipi ambayo inakwenda kufungwa goli mbili bila ugenini? Ipi hii ya mbanzu, hii ya kibodenis, hii ya kagoma Fernandez? Bora tunakwenda kwenda kupambana na niwaambie wana Simba, namna ambavyo tulivyojaa leo katika uwanja wa Amani Complex, ndivyo tutakavyojaa tarehe 29 kwa kuwapokea Simba wakitoka South Afrika, wakiwa timu imekwalify kwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Unaamini Simba inafuzu? yes, 100%. Na waamini, wapambanaji wangu ni vijana ambao watakwenda kupambana, watakwenda kutoa jasho na damu, watakwenda kutimiliza azma ya Simba, azma ya Simba mwakao ni kucheza fainali ya shirikisho na inshaallah, Mungu ukimpendeza kuchukua ubingwa Wana wana wa... <tima> kupata kwenye kikosi cha Simba kupata matokeo. Wewe ni mwandishi wa habari, umesomea taaluma yako, mpira ni science. Sema. Mwambie, kuna muda walimu wao tuwape nafasi zao waendelee kufanya kazi yao kwenye timu ndio niwaibie siri moja, waandishi pamoja na wasikilizaji, waambie, hakuna jambo baya ukicheza nyumbani kama kuruhusu goli. Asante, asante, asante, asante. Mwalimu plani ya kwanza anaingia, namna ambavyo anaweza kukata kukata goli, okay. Okay. Mwalimu ameingia first half, vijana wake wamekwenda kuonyesha spiriti ya upambanaji, walivyopata goli dakika 45 nafikiri tunakwenda mapumziko. Maana yake wakati anarudi mwalimu lazima atoe maagizo mawili ngini. Moja, cha kwanza ni kuhakikisha tunalinda goli letu tulipata hey. cha pili, tuangalie namna ambavyo kuongeza nini goli. Kwa hiyo system ya uchezaji uchezaji inabadilika, mifumo ya uchezaji inabadilika, inabadilika inabadilika. kwa hiyo moja ya sababu ambayo Simba inapelekea second half timu kuto kupata magoli maana yake mwalimu anakwenda kubadilisha system ile ya awali anakwenda system nyingine uchezaji. mimi yes. Yes. Yes, mimi naamini kwa sababu namheshimu mwalimu arifadu na uheshimu mpira. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu nimesoma japokuwa katika level ya chini, intermediate, nimepita huko kidogo. Wewe mbona unanuna? Mimi nasema watu wanalaani, wamekosa nafasi ya wazi, lakini pia amefunga goli la moja katika wachezaji ambao walochangia Simba katika mashindano tuendelee. ni aua ni mchezaji wetu Auwa. Na tunakwenda kumsapoti. Alifanya kila kitu, lakini kuna jitihada na kuna kudra. Jitihada alifanya, anapewa pasi ya mwisho, anamwita golikipa, njoo, anakuja anampiga chenga. Anakubali, Mungu anasema, leo Simba mnahitajika kushinda goli moja, wewe unataka kulazimisha ziwe mbili, huwezi, kwa sababu wewe si malaika. Tamba kabla mchezo, umeshinda goli tatu, tamba <laughs> lazima ulitakasitulale This is the football Mshabiki wa kweli ni yule ambaye anotamba juu ya timu yake kabla, mbili hujafanyaje haujaanza na ndio maana leo tumekuja nyua amani, kila mmoja mwana Simba akiwa na imani timu yake inakuja kufanya nini vizuri, timu yake inakuja kupata matokeo, isipokuwa imani iliyojengeka kupata goli nyingi. Waswahili wanasema sisi watu wa pwani, hususan watu wa Zanzibar, asiyeshukuru kwa kidogo hawezi kushukuru kwa kikubwa. Nani alokelwa na hua hajashukuru kwa kikubwa? yes. Watu watu watu, hapa mnazungumza na Kisugu. Watu watu waendelee kuzungumza. Waswahili wanasema kwenye safari ya mamba na kenge, kenge Kisugu. Sisi tunamwamini mwalimu kabla tujamkabidhi timu, tulijua uwezo wake na kila mmoja anajua Simba inaendelea kujengwa, lakini bado Simba inapata nini? Mafanikio na huyu mwalimu Fadu, niwaambie waandishi wa habari, niwahakikishie, anakwenda kuivusha Simba kwenda kucheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Asante jeruta is... alitangaza kusajili mchezaji angalau mmoja katika Simba Sports Club mchezaji Mt, yupi ungetamani? mawazo ya Simba na akili ya Simba wachezaji wa Simba kuona tuna ambavyo tunakwenda kupambana mechi ya pili, tunafuzu. Swala la usajili, muda wake ukifika, tutazungumza hilo. Ah, so... mmeletwa <laughs> Zanzibar hapa, dimba la amani limejaa kama ambavyo umezungumza mwanzo maoni yako, ama kipi unachokuambia wazanzibari na serikali yao kwenye hiki walichokifanya? Kwanza niwapongeze sana Wazanzibari, hususan wana Simba wameonyesha mahaba makubwa juu ya timu yao leo. Nyua man full house, hongereni sana Wazanzibari, mmeonyesha mapenzi na timu yenu, endeleeni kuiunga mkono timu yetu, endeleeni kusimama kwenye dua na sara, inshallah mimi na imani tutakwenda kufanikiwa. Lakini pia nimpongeze Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ishirini ishirini na saba mashindano ya Afkoni yatafanyika ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, Tadania. wenye mpira wao wamekiri kwamba unyua wa amani imekizi vigezo ambavyo mashindano yanakwenda kufanyaje, yamefanyika maana yake jitihada kubwa ya serikali ya mapinduzi Zanzibar ya Zanziba imefanya hilo jambo na tunaipongeza kwa kazi kubwa na kazi nzuri waifanya. Leo tumecheza mpira, mvua ilinyesha asubuhi, watu wakawa na wasiwasi, lakini amani toni ilikifanya Nina zamu, wewe una swali lingine <laughs> si <laughs> hey, niulizeni Simba akashinda, kwani tusijibu? e hey, niulizeni, asante <laughs> <laughs> ni washukuru sana waandishi wa habari wa kwa kweli, mnafanya kazi kubwa, mnafanya kazi nzuri sana kubwa, si kama jinsi ambavyo unavyoona Simba imefika hapa. Mi naamini juhudi zenu mmezifanya kuona namna ambavyo Simba imefika hapa. Niwapongeze sana, niwashukuru sana lakini nendeni mkaambie wana Simba, aluto continua, mapambano yanaendelea. Asante sana.